Kwa jina naitwa Madamu Neema, ni mwanzilishi pia ni mmiliki wa Neema day care iliyopo Gwata mnada wa ng'ombe wa zamani. Karibuni sana. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka mitano. Shule yetu hii ni day care. Karibuni sana sana. Pia shule yetu ina usafiri kwa watoto wanaotokea mbali, inamchukua mtoto asubuhi na kumrudisha jioni. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0763 53 02 59. Karibuni sana, tunawapenda na kuwajali watoto. Karibuni ewe mzazi, usisite kuhusiana na bei zetu za ada. Ada zetu ni nafuu kabisa. Karibuni sana sana, asante.